Kile kinachokutesa pale panapokusumbua, weka mkono. Kuna jambo Yesu anafanya, kuna jambo Yesu anafanya. Weka mkono pale mahali pana shida, weka mkono. Unasikia kama moto unapita, unasikia kama moto unapita. Kamata tayari, toka, shika huyo huyo, kamata huyo, kamata, huyo kamata, huyo kamata huyo. Ah, kuna jambo linatokea kuna jambo linatokea, kamata huyo, kamata huyo, kamata huyo, kamata huyo, tayari, tayari, tayari! Wewe nyoka, umemlisha irizi, umemlisha madao, umemlisha madao, umemlisha madao. Umemlisha madao. Umemlisha madao, chomoka, chomoka, tayari, tayari, kina ng'oka, ng'oka, ng'oka Tayari, tayari wewe joka, wewe joka wewe joka wa baharini wewe joka wa kuzimu, wewe joka wa kuzimu, wewe joka wa kuzimu, wewe joka wa kuzimu. Pisha wewe joka wa makaburini wewe joka pisha huyo we pia sasa, oh, mgongo unanyoka, nyonga inarudi, mishipa inasimama, mishipa inanyoka sasa hivi. Aliyechezea viungo vya mwili wake anapata taabu, anapata shida. Kuna jambo Yesu anafanya, kuanzia utosini kwenye nyama kwenye mifupa yes, kwenye mishipa kwenye viungo vya mwili wako, kwenye viungo vya mwili wako, tayari tayari tayari tayari tayari tayari tayari tayari, minyororo yote pingu zote, vifungo vyote vimekatika. Sasa tumboni, utumbo mdogo, utumbo mpana, uvimbe unayeyuka, maumivu yanaachia achia. Yesu, asante. Yesu, asante. Yesu, asante. Yesu asante. Asante Bwana. Kuna jambo, yes, limetokea. Yes. Yes. Kuna jambo limetokea tayari. Yes, yes, yes. Jambo limetokea tayari. Yes, anza kufanya kile kitu ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Yes, anza kufanya kile kitu ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Yes, kufanya anza kufanya kile kitu ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Anza kufanya kile kitu ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Anza kufanya kile kitu ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Utagundua kuna kitu Yesu amefanya Yesu. Utagundua kuna kitu kimeshatokea. Utagundua kuna jambo Yesu ameshamaliza tayari tayari. Nasema sante kwa Yesu wangu. Nasema kwa wema wako na fadhili zako Milele na milele Amina. Nasema asante. Nasema asante kwa wema wako. Nasema asante. Kwa maana kwa maana fadhili za